Mnamo majira ya saa nane na dakika tano tumepata taarifa ya magari mawili kugongana katika maeneo ya Mapumbani karibu na sheli ya Afro Oil. Tumetoka kituoni na kufika eneo la tukio na kweli tumekuta magari hayo ya mawili yamegongana, ni semi moja ikitokea Dar es Salaam na moja ikitokea Iringa. Maderui mmoja ndio alikuwa amenasa, amefanya jitihada za kumnasua mpaka wakati huu ameweza kutolewa akiwa salama nawakabizi wenzetu wa ambulance kwa ajili ya kumpeleka hospitali ya mkoa kwa ajili ya matibabu na uchunguzi zaidi. Kwenye gari hilo ambayo imeua imepata ime majeruhi mmoja, tumemkuta dereva mmoja, na tumewauliza watu wa jirani waliokuwa wakati wa tukio, wanasema hawakuona mtu mwingine zaidi ya huyo ambaye tumemnasua. Mguu wake wa kushoto chini ya kifundo mpata itilafu. Jamaa anaonekana alitoka nje ya Dar es Salaam, alikuwa anaenda hey. Sasa sijajua kwa upande wake kwenye masuala ya udereva, ni alikuwa anasinzia ama gari imekataa, maana hatuwezi kuweka maksima moja kwa moja kwamba alikuwa anasinzia. Unajua masuala ya magari ni masuala ya kiufundi zaidi, huwezi jua ilimkataa katika njia gani. Lakini umwenzie kama mnavyoona, kajitahidi kumkwepa sana, ile imeshindikana, hatimaye ajali imetokea. Ni ajali mbaya sana ya kusikitisha. Ni kitu nilicho changamoto nilichokiona hapa, makosa yanatoka sana kwa upande wa madereva kwa maana nilipoangalia barabara hapa na hii ajali ilivyotokea, ilikuwa hapa inakataza kabisa usifuate hiki, lakini mshikaji kalazimisha, ndio yakatokea. Na vile vile mimi naona tena changamoto ambayo imetokea hapa, naona barabara nyembamba. Serikali ingejitahidi tu hapa watanui barabara, barabara ambazo zinaingia katikati ya mji ziwe zinatanuka, ili kuepukana na msongamano, kwa maana mpaka leo hii ajali imetokea hapa. Kwa maana hii ajali, mimi nimefika hapa saa nane na madaika, lakini paka sasa hivi naona ndio mshikaji katolewa hapa. Kwa hiyo changamoto ambayo iko hapa kubwa sana, barabara ambazo zinaingia katikati ya mji zitanuliwe, ili nafasi zitoke, na madereva sana sana wawe makini wakati wanaingia katikati ya mji. Kwa maana hapa naona kana jamaa ilikuwa iko spidi sana, jamaa kajitahidi kumkwepa huo upande wa pili, lakini imeshindikana, kuna sama tukio iliyotokea. Kwa hiyo mi naona tu madereva wawe makini sana barabarani.